Naam, karibu sana mwanamichezo, popote pale ulipo, kanda ya kaskazini, kusini, magharibi, pasina shaka kuwasahau watu wa mashariki. Njoo hapa tuzungumze michezo na burudani ndani ya Chapesa Media. Kama bado haujasubscribe, fanya hivyo kwanza kupata taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani. Mimi niko hapa kwa ajili ya kukupasha na kukuhabarisha matukio mbalimbali mbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Sogea hapa kuwa nami, kuanzia mwanzo mpaka pale tamati nitakapokuwa nikikuletea mahojiano yangu haya na GB 64. Natokea moja kwa moja kwenye tawi la Karume Pasi na shaka. Niko na GB 64. Eh, bwana mzee mwenzangu uko heri? Uh, heri kabisa. Unatakiwa umalizia hapo, GB 64 msemaji wa tawi la Karume au meneja habari wa tawi la Karume. GB 64 meneja habari wa tawi la Karume <laughs> mm. Najua sisi tunaenda na meneja tu mamenejae Eh, kwa hiyo meneja wa meneja habari. Eh, meneja habari la tawi la Karume. Bwana sawa basi tuanzie hapa mzee mwenzangu. Mchezo wa kirafiki wa Simba Sports Club dhidi ya Al Hilal Omdurman ilitamatika kwa Simba Sports Club kuibuka na ushindi wa mabao mawili kwa moja. Mwanzo mzuri wa kocha Ponteif ndani ya Simba Sports Club. Kila mchezaji nikimuuliza ndani ya Simba Sports Club anakwambia mwalimu hataki aone unatembea uwanjani, anataka aone ukiwa huko kwenye mikimbio. Hii Simba hii mnataka kuirudisha pira biriani, pira sambusa. E, kwanza ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa aina ya kikosi alichokuwa nacho mwalimu jana na kwenda kupata matokeo na Lilale Mdumani, kwa sababu Lilale Mdumani tulishacheza naye huko nyuma, Simba ikiwa imekamilika kabisa, lakini tulikuwa tunatoa nao sale. Umenelewa bwana, tulishaenda mpaka kwao Sudani Eh, tukaenda Sudani kule, tulitoa na usale ya moja moja kule kule, hapa vile vile wakaja, tukatoa na usale ya moja moja. Kina chama wako vizuri, kina Mixon, umenielewa bwana. Lakini kutokana na uzoefu wa mwalimu wetu aliyokuwa nao na umahili na mbinu zake e, kwa aina ya kikosi alichokuwa nacho jana, baadhi ya wachezaji wengi hawafanya nini, hawakuwepo. Wengine wako timu ya taifa, kwenye majukumu ya timu zao za taifa. Kina kamara wapo, kina kagoma wapo wachezaji wengi hawapo, lakini stili bado mwalimu alikipanga kikosi chake na akapata matokeo ya mbili moja. Kwa hiyo nakuonyesha kwamba Simba ya mwaka huu ni Simba ya aina gani? Ni Simba ambayo saa yoyote atakee kuwepo anaweza akakupa kitu. Kwa hiyo mwaka huu tuna wachezaji 30 wote wakiwa na viwango vinavyofanya nini vinavyofanana, yaani huyu akiwa yupo, huyu anaenda kukupa kitu. Ndio Simba ya mwaka huu na ndio maana umeona wengi hawapo wao kwenye vikosi vyao vya timu za taifa, lakini stili timu bado imesimama katika msimamo uliokuwa mzuri na tukapata matokeo ya mbili moja, goli likifungwa na Jincha Zawa, goli likifungwa na Mwamba kabisa, Black Lion, Simba mweusi, mwenye jina Jonathan Didier Drogba Soa ndo katia chuma ya pili, yeah. Anaitwa anaitwa Jonathan Didier Drogba Soa. Lile ni kama, ni kama Drogba tu, alina tofauti na Drogba kwa aina ya mpira anaofanya nini, anaocheza na type yake ya mwili wake na movement zake. Ni Drogba mtupu ana namba zinazidi kumbeba Jean Chalea wa tangu akiwepo kocha Fadu msimu wake wa kwanza ambako Simba alimaliza katika nafasi ya pili ndani ya Ligi Kuu Tanzania Bara, lakini pia msimu huu bado pia vile vile anaendeleza rekodi alizoziacha kwa msimu wa mwaka jana, inatoa viashiria vya namna gani hasa kwa Jean Chalea wa kwa msimu huu. Msimu wa mwaka jana ulikuwa chini ya kocha Fadu Davis. Msimu wa mwaka huu tumemshuhudia Fadu Davis akiongoza Simba kwa muda mfupi, lakini pia vile vile amekuja kocha mpya na namba bado zinazidi kuongea kwa Jean Chalewa. Jean Chalewa. Jean Chalewa, ni kila siku mimi nilikuwa namwambia Jean Chalewa ni mchezaji ambaye wewe ukitaka vitu vyako vile vidogo vidogo huatoi. Yeye anacheza direct. Umeelewa eh? Yeye anacheza na matukio, kwamba timu inahitaji nini. Yaani, kwanza anaipambania timu afu sekondi anajipambania yeye. Eh. Sio biashara kuanza kucheza na majukwaa, hapana. Yeye anachocheza, anakaa kwenye nafasi, anajua kujiposition anajua kutengeneza nafasi na anajua kutumia nini, kutumia nafasi. Anakaba kwa kwa kwa kwa wakati, kwa wakati, wakati anajua kuchezea mpira kwa wakati na na na anashambulia kwa nini, kwa wakati. Na commitment, anajituma na ndio maana unaona namba zinaendelea kufanya nini, kumbeba. Na umri wake ulivyokuwa mdogo, kwa kila anavyozidi kukua, na ile commitment yake inazidi kufanya nini, inazidi kuongezeka, kwa sababu anajitiada, ana maono ya kwenda mbali, na ndio maana unaona kila uchao anazidi kufanya nini, anazidi kuchange, anazidi kubadilika kwa hiyo mimi naona hata msimu huu wakifanya masuala anaweza akaja tena akawa akawa MVP tena. Tunaangalia vigezo vigezo, ni mchezaji MVP wetu Tanzania hapa. ni mchezaji aliyohusika kwenye magoli mengi katika kuipambania nini timu yake. msimu wa Aziz Ki amekuwa MVP kwani, ilikuwa alikuwa mfungaji bora na amehusika kwenye magoli mengi kwani, maya ngoja Msimu ulokwisha mfungaji bora ni nani? Eh, Stefano Azizikini tena. Kwa msimu ule mwingine alikuwa mfungaji bora unaamini? Lakini pia vilevile aliisaidia timu yake kuchukua ubingwa. Nani? Stefano Azizikini. Tunaangalia namba alimaliza na namba kubwa kuliko mchezaji yoyote. Umenielewa? Yaani, yeah. Katika kuhusika kwa magoli Aziz Ki alimaliza, ali na magoli mengi, yani kuhusika kwenye magoli mengi kuliko mchezaji yoyote, unalikubali hilo? Hey, na msimu wa mwaka jana ulioisha mchezaji aliohusika kwenye magoli mengi kuliko mchezaji yoyote ni nani? Kwanza top scorer ni nani? Top scorer si mfungaji bora, anajulikana Jean Charles, alafu kwenye kuhusika kwenye magoli mengi mchezaji aliyohusika kwenye magoli mengi kuliko mchezaji yoyote ni mchezaji gani? Sasa na Aziz Ki alikuwa mfung, alikuwa, alikuwa, eh, mfungaji bora na vilevile vile alikuwa ndo amehusika kwenye magoli mengi kuliko mchezaji yoyote. Ameisaidia nini timu yake kwa msimu uliomaliza? Upi? Msimu upi? <laughs> Ameisaidia nini timu yake kwa msimu uliomaliza? Shana, saidia vipi sasa sasa wewe hivi wewe umefunga magoli manne afu timu yako imechukua ubingwa. Wewe umeisaidia nini timu yako? Wale magoli yako manne yameichangiza ile timu kuchukua. Umeisaidia nini timu yako ikiwa kuna watu wamehusika kwenye magoli mengi kuliko wewe? Umeisaidia vipi timu yako? Top scorer wa Yanga msimu wa mwaka jana ni nani? Eh, sasa kwa nini asiwe MVP? Prince Dube au Clement Mzizi sindo ni magoli mengi umeisaidia nini timu mbona? eh, Eh, unashindwa kuelewa mchango wako ni hebu, ngoja, mtu mwenye magoli kumi na nne na mtu mwenye magoli kumi Yupi aloisaidia sana timu? Yule mwenye magoli kumi na nne kwa sababu. Sasa kwa nini asiwe Prince Dube au Clement Mzize ndio awe MVP? yeah. Performance, performance ya nini? tunachoangalia sisi umehusika kwenye magoli mangapi, ndo kuisaidia timu sio kupiga chenga, kumpiga mtu tobo, watu akapiga kelele pale. Hujasaidia timu. Kuisaidia timu maanake umefunga magoli mangapi na umetoa assist ngapi? Sawa, Prince Dube yeye ana magoli kumi na nne. Kwanini asiwe MVP? Kwanini Wiper Pacome ana magoli kumi si kumi na moja? Kama tunaangalia kwamba mchezaji alioisaidia timu kuchukua ubingwa, Dube na, na, na, na, na Pacome kwenye magoli mengi ni nani? Umenielewa eh? Kwa hiyo tunachoangalia sisi mchezaji aliohusika kwenye magoli mengi na hii TFF ni kipengele alikiweka wenyewe. Kwa sababu anapenda sana kugeuza geuza. Kuna kipindi hapa yani Kibangala ana goli moja na assist moja akapoa wa MVP. Watu tukanyamaza kimya wakadai oh, amesaidia timu yake, sio kiungo bora, sio nini, sio kitu gani, watu kanyamaza. Eh, mwaka mwaka uliofuata wamebadilika. Mchezaji mwenye magoli mengi. Yaani wa kipengele kikimfeva mchezaji wa Yanga ndo anakuja nacho hicho hicho. Mwaka jana wamesema, kwa sababu kimpira, mchezaji aliocheza mpira wa kuvutia ni Faisal Salum Toto kwa msimu wa mwaka jana, umeelewa? Lakini alinyimwa MVP kwa sababu Azizi amehusika kwenye magoli mengi, ndio sababu waliweka. Sasa msimu huu unakuja tena, utake kubadilisha tena? Si tuangalie matobo, tuangalie siyo, kumpiga mtu kazi. Tunachoangalia matukio, umehusika kwenye matukio mangapi? Haya, tuje katika hawa wachezaji sawa. Pakome amesaidia nini Yanga kimataifa nini Yanga y kima kimataifa, ndio ameisaidia nini timu yake? Sikafeli jichazaa wa Simba ameipeleka wapi? kwani kule Pacome anacheza peke yake? Acheni mambo yenu. <totimutu> <totimutu> <totimutu> <totimutu> MVP si tunajua jichazaa, na mpaka sasa hivi ana goli kumi na nane sio kumi na saba na zisi iopungua kumi na tatu kwa sababu bado hawajatoa MVP si tunaendelea kujumlisha na magoli ya mwaka huu hey. si hawajatangaza bado. Hajatoa zawadi kwa si tunaongezea tunaongezea ana goli kumi na, mulo mulo, na nane sasa hivi kwa sababu ameongeza magoli mawili na assist kaongeza zingine tatu. Kwa jumla assist kumi na nne na goli kumi na nane kwa e majirani kwao, si tunajumlishia na kocha wao bwana, hatuhusu sisi, sisi dua letu tunahitaji yule jamaa abaki na dua letu mpaka sasa linaendelea vizuri, yeah. Tatizo la Yanga, pesa ya kuvunja mkataba ule mwalimu wa wana milioni kumi na ngapi, mia sita. Mwamba anataka mia sita. Na swali analoulizwa, kwani mnanilaumu mimi ndio nilomsajili Balakonte? Musa Balakonte hey, kauliza kwani mimi ndio nilomsajili Balakonte? Lakini hapa watu wa mpira tulikuwa tunawaambia huyu Balakonte mmetiwa chaka, hamna mchezaji humo hey. Baraka ndo kwa statistics zipi? Kwa sababu mimi ninachofahamu mchezaji ni ni namba. Baraka ana namba gani? Simba siku ya Simba. Ni mchezaji ambaye ana kwanza timu yake, yes kiungo mkabaji. Kazi ya kiungo mkabaji siku fulani. Sikuzuia timu yake, siruhusu magoli. Timu yake ndio inaongoza kwa kuruhusu magoli mengi kuliko timu yoyote, mashindano ya mwaka jana. Yes, SSF faction. Timu iliyofunga magoli mengi kuliko timu yoyote. Kwa hiyo amemchukua kwa sababu ameruhusu magoli mengi timu yake au? Yanga nao ndio wakaruhusu magoli mengi. Eh? Yanga nao ndio wakaruhusu magoli mengi. Eh, si ndio namba anataka. Mchezaji hey, anachukuliwa kwa namba kiungo yoyote, defense midfield, lazima uangalie timu yake imeruhusu magoli machache. Maana yake huyo atakuwa amefanya kazi yake kwa usahihi. Na wakati Balakonte alikutana na Kagoma. Shuri aliipata, tumewapiga nje ndani wale. Yeah. Na ndio maana ndio maana huyu mwalimu mimi namtetea kwa sababu ana makosa. Makosa ni wa viongozi aliyemsajili. Leo nakutoa chambuzi. Wanazungumzia positive za Barakont. Huyu Barakont mbona sasa hivi hawamzungumzii? Swali kwa anazungumzia ndio usajili bora. Yule mchezaji amemchezesha chesi Engineer. Yaani usajili wake ule kachezeshwa chesi. Kuna mchezaji hivi aliochezesha alomchezesha kiongozi wake chesi katika usajili wa mwaka huu ni Barakont Yaani kutanga yani, anatambulishwa akiwa anacheza chesi. Yeah. Si umeelewa? Yaani yeah. Ile chesi ilikuwa na tafsiri yake, maana yake ni mechesi. Ametoa ucho, anaingiza Balakonte. Na maana Balakonte anakuja kukupa kile kile kitu anachokupa nani? Ndio tafsiri ya ile chesi. Sasa chesi iko wapi? Mchezaji usajili, jina limeimbwa. Wewe acha chambu... mpaka jana Hans Rafael anaulizwa, anaona aibu. Maana yake yeye ndo alikuwa anaimba, yani anamuimba Balakonte hatari. Mpaka anatoa namba za uongo. Watu tunatua lini namba ya Barakonti, yeye anatoa namba za uongo. Mwisho wa siku amekuja amewavua nguo. Mpaka sasa hivi mwalimu, mazoezi nzuri amuelewi. Sio kwenye mechi, mazoezi nzuri yaeleweki. Kupiga pasi kwake shida. Maana ungebora, angekuwa labda ana matatizo madogo madogo, naweza kumrekebisha. Mpaka kupiga pasi ni shida. Kwa hiyo mwalimu aanze kumfundisha kupiga pasi Barakonti. Huyo Roman Force. Roman Force. Ndio maana akawauliza, "Mnataka mniache mimi nimefanya nini? Kwani Barakonti nimemsajili mimi? Simemleta nyinyi." Eh? Nimemleta mimi mchezaji, mnaona kabisa mechi 28, nane goli 6, goli nne za penalti. Si mmemleta nyinyi, nimemleta mimi. Nombi ambalo kwa nyumbani miezi minne, sio mitano, nimemleta mimi, mmemleta nyinyi? Sasa mimi kosa langu lipo hiyo, rhythm ya mpira utaipata wapi? Na wakati unapiwa defensive midfielder ambaye anaweza akazuia na, na akachezesha timu kwa sababu master key

Yule Aucho labda waende wamrudishe tena Aucho. Eh. Hey. Lakini Lizim ya mpira wa Yanga haiwezi karudi kwa sababu aliyokuwa analeta ile Lizim na anayeanzisha kila kitu ni Khalid Aucho. Khalid Aucho amesababisha mpaka nani? Haya, kubwa, haya, kuenda, Mudasili haya amepotea. Kwa sababu kazi kubwa alikuwa anafanya Khalid Aucho, Mudasili haya alikuwa anakwenda tu katika kushambulia. Umeelewa? Leo muda haonekani. Muda haonekani. Yaani namba 6 kuna mchezaji akiwa uwanjani anaweza akamsababisha mchezaji fulani akawa mzuri. Umeelewa? Kwa hiyo sasa hivi, na maana Yanga wana tatizo la namba sita, sio mwalimu. Swala la mwalimu Yanga wanajidanganya. Hata aje mwalimu gani, huyo mwalimu wa Madagascar wanayemleta, eh? Wewe una wachezaji kama Madagaskar yeah? Kwa sababu Madagaskar wale wametengeneza project ya kinchi ya kutengeneza timu yao ya taifa, wamenunua wachezaji kutoka Brazili, si Colombia, si wapi? Wapo mle ndani wanacheza ligi ya ndani, si umeelewa wamenunua walimu wakubwa wameleta mle ndani, wana project maalum ya kutengeneza Madagascar. Si walikuwa anakuja tunawafunga mpaka saba nane, lakini sasa hivi unaweza kumfunga Madagascar? Kwa nini? ni project maalum ya kinchi kwa yule mwalimu, anacheza kwa project maalum. Tulimfunga mbili moja hapa, goli anafunga Shomari Kapombe. Kwa hiyo akimleta na Shomari Kapombe atampiga tena yule mwalimu hey. <laughs> si umeelewa? kwa hiyo yule yule mwalimu ukimchukua labda uende ukasajili na wachezaji wake uwalete huku, kwa sababu ile ni programu maalum, ile ni project maalum sasa. We Yanga, unaenda unadokoa mwalimu, wachezaji, design ile unao je? Yes, sisi andambwili atakuwa kama wale jamaa mudazili. Haya, ah, diki abuyo watacheza kama Madagascar wanavyocheza, sababu wale mpira wao wana, wanamliji wa viungo kama wanne hapa katikati, umenielewa io asitarajie mpira aliyokuwa anafundisha kule atakuja kufundisha utakuja utahamia Yanga. Umeelewa? Hicho kitu ni kigumu. Yanga wanatakiwa watafute namba sita kwanza, huyu mwalimu ala asiwe naye. atakuja atawasumbuaamhitaji nani Romanor? si tunamtaka aendelee kuwepo tuna naye. Eh, dua kubwa tushaomba mpaka kwa Mungu, mpaka kwa Yesu. Roman Force aendelee kuwepo, watu wa Yanga waendelee kuwa na nyoyo za hapo hapo. Mpaka mpaka atakapo, yeah, mpaka, mpaka, mpaka na tutakapokutana naye, si umeelewa? Mpaka atakapokutana na Mr Matatu. Mimi naenda kuchora hapo sina na mkono mimi, mkono ninao, naenda kupiga huko, naenda kubandika stika. Mechi inayokuja ni mechi ya Matatu, Matatu day jana tu mechi ya asubuhi pale, watu walishapiga matatu, wakajua tunaenda kuingiza mashabiki, kumbe hairuhusiwi, watu wana matatu sasa hivi. Umeelewa? Eh. Bwana eh, nimalize kwa kipande hiki hapa kwa upande wa wanawake. Simba Queens wanacheza finali siku ya Jumaa basi, na shaka kama si kesho, basi Jumapili hidi ya JKT Queens. Watani wenu wamewakimbia bwana eh, mtani kakimbia eh, mtani kakimbia. Bado Yanga kwa upande wa wanawake bado anatengeneza kikosi, ingawa nakiona kikosi chao mwaka huu kinaweza kikawa na ubora fulani kama watazoeana huko mbele, lakini kwa timu ya wanawake bado e, Simba tuna timu bora msimu huu, tuna timu bora kwa sababu pale kwao tumechukua wachezaji wawili, JKT tumechukua wachezaji na wengine tumechukua nje. Kwa hiyo tuna kikosi kilichokuwa bora mwaka huu, tumefumua kikosi, tumetengeneza kikosi kilichokuwa nini, kilichokuwa bora. Kwa hiyo msimu huu hatuna cha kupoteza, lazima turudi kwenye azetu kwa sababu sisi ndio timu namba tano barani Afrika kwa upande wa wanawake sisi tumeshacheza mpaka nusu fainali ya kombe la klabu bingwa, umeelewa eh? Kwa hiyo JKT kazi ana, ila mtani mtani kachoropoka kakimbia eh, kakimbia vipi? Akapimwa, katuachia chupi eh? Eh, yunani yule mwanamke <laughs> wa kawaida tu <laughs> wa kawaida akapimwa, yule yule ile chuza maboya tu, yule ni msichana tu, msichana ni msichana. Anasema homoni zake ana kama designer homoni za kiume Sababu watu wakimwangalia maziwa hapa, watu walimtilia shaka. Kifua cheupe, mtoto wa kike una maziwa na kuaje? Si lazima watu watie mashaka? Lafu sauti yake, sauti ya zege <laughs> umeelewa? Lakini msichana msichana bwana. Nikushukuru sana kaka, kila la asante sana.